Wadai kwa wadaiwa ha? wenye vyumba na wenye nyumba, hizi ni official countdown za Amplifaya, jioni kama hizi ni jioni amazing. jioni za tafrija kati ya Frida, Frida Amani, Millard Ayo, pamoja na video vidox. Katika ulimwengu wa habari na burudani Tanzania, ni jina moja limekuwa na nembo ya ubunifu bidii, uthubutu. Leo tunakuletea safari ya kijana aliyebadilisha historia ya utangazaji nchini humo. Mtandao sasa hivi umerahisisha sana swala la ajira Tanzania na duniani kote Wakati mimi naanza kazi ya uandishi wa habari uh, mwaka 2004 2005 niliomba kazi katika vituo mbalimbali vya radio na TV lakini hawakunipa nafasi. Millard Afrael Ayo alizaliwa tarehe 26 Januari mjini Arusha. Ni mtoto wa kwanza katika familia ya watoto wanne wa Afrael Ayo mfanyi biashara kutoka Aheri Tengeru na mama yake Mary Ayo mwalimu. Tayari akiwa mdogo kipaji chake kilianza kung'aa. Alianza shule akiwa na umri mdogo sana na akamaliza elimu ya msingi akiwa na miaka kumi na miwili tu kutoka Patandi Primary School hadi Akeri Secondary na Mbezi Beach High School, daima alikuwa mdogo kuliko wote darasani. Baada ya kumaliza sekondari, Millard alijiunga na Arusha College of Electronics kusomea ufundi wa kutengeneza satellite dish, tv na radio kazi ya pili aliyoipenda kwa moyo mmoja, lakini hatimaye shauku ya utangazaji ikamvuta zaidi. Uamuzi muhimu ulifanyika pale mjomba wake Gabriel aliporudi kutoka Marekani na kumshawishi mama yake kumpa uhuru afuate ndoto zake, ndipo Millard akaanza safari yake ya habari kwenye East Africa Training Institute mnamo mwaka elfu mbili na nne. Baada ya mafunzo alijiunga na TVZ Zanzibar kwa miezi mitano kabla ya kurejea Dar es Salaam. Hali ya kifedha nyumbani ilimlazimu kutafuta ajira haraka. Mwezi Mei mnamo mwaka 2005 Millard alipata nafasi kwenye wapo radio 98.0 lakini bila ya kulipwa. Hata hivyo alikubali, njaa ya mafanikio ilikuwa kubwa kuliko njaa ya tumbo. Kazi yake ilikuwa kukusanya taarifa za masoko, bei za bidhaa na hali za hospitalini. Miezi michache baadaye akaanza kulipwa shilingi elfu tano kwa wiki. Ndiyo mwanzo wa safari yake ya heshima. Mwaka wa 2008, Millard alijiunga na ITV Radio 1, ambako kipindi cha milazo 101 na taarifa za michezo vilimfanya kuwa kipenzi cha wengi. Lakini mafanikio makubwa zaidi yalikuja mnamo mwaka 2010 alipohamia Clouds FM. Tarehe 6 Desemba mnamo mwaka 2010 alianza kipindi cha Amplifaya na historia mpya ikaandikwa. Ifikapo mnamo mwaka 2013 alikabidhiwa Clouds FM Top 20 na jina lake likawa nembo ya ubora. Leo Millard ni mmiliki wa tuzo kadhaa ikiwemo mtangazaji bora mnamo mwaka 2006, website bora mnamo mwaka 2012 na tuzo ya heshima kutoka familia ya marehemu Steven Kanumba. Kupitia Amplifaya na tovuti yake ya MillardAyo.com amekuwa sauti ya kizazi kipya cha Watanzania. Safari yake haikuwa peke yake watu kama Joseph Msami, Godwin Gondwe, Gardner Habash, Ruben Ndege na marehemu Ruge Mutahaba waliona kipaji chake na kumpa nafasi. Leo anasimama kama mfano wa udhubutu, uvumilivu na kujituma. Kutoka kijana wa Arusha hadi kuwa sauti ya taifa, Millard ni ushahidi kwamba ndoto hazina kikomo. Millard Ayo anastahili crown ya heshima kwa sababu yeye ye, ni zaidi ya mtangazaji na ni role model wa kizazi kipya. Watazamaji, na sasa ni habari za michezo na <laughs> burudani na Millard Ayo yes. Naona shirikisho hapa la ngumi za kulipwa limekuja na mkakati mpya, mkakati mpya yani mm -hmm. mabondio ya ngumi za kulipwa mm -hmm. kuto kupata nafasi ya kufanya kazi na TPBO mm -hmm. kama hawajakubali kupima virusi vya ukimwi, wengi wanaweza kaacha. <laughs> <Karimu. laughs> ah, shirikisho la ngumi za kulipwa nchini TPO, TPBO limeweka wazi kuwa halitakubali kufanya kazi na bondia ambaye hatakuwa tayari kupima maambukizi kupima virusi vya ukimwi. Msimamo huo umetolewa na rais wa TPBO Yasin Abdalla Ustadh alipokuwa akizungumzia elimu kuhusu ugonjwa huo itakayotolewa Jumamosi Septemba 17 jijini Dar es Salaam, kwa kuwashirikisha mabondia wa ngumi za kulipwa hapa nchini. kataba ni kwamba lazima wapimwe ukimwi. Kwa hiyo, kwanza sisi hatuwezi kuwalazimisha kupimwa sasa hivi. Kwanza tunawapa elimu, alafu wenyewe wataona umuhimu wa kupimwa, lakini kama tutaona watazembea katika hali ya kupimwa, basi tutakuja kwenye kulazimishana kwamba lazima mabondea wapime ukimwi kwa usalama wao na usalama wa kuambukizana, kwa sababu mchezo huu wa ngumi ni wa hatari sana na watu wanapasuana na, na ukimwi unaenezwa kwa njia ya damu. Wale ambao mmejaribu kufanya biashara mara kadhaa na mkafeli, isikilizeni simulizi ya Eda Asimwe Sylvester, mrembo ambaye aliwahi kushika namba tatu kwenye shindano la Miss Tanzania mwaka elfu mbili na kumi na mbili. Huyu ni mwenzenu japo sasa hivi kajipata. Toka namaliza chuo mimi sijawahi kuajiriwa, sijawahi kutafuta ajira kwa, toka namaliza shule mimi niko kwenye njia ya ujasiriamali. Wakati ule wa nyuma, kabla ya mitandao ya kijamii ilikuwa mtu ili apate ya kazi ya kusomea uandishi wa habari kwenye vyuo inabidi aajiriwe uh, kwenye redio kwenye tv kwenye gazeti awe au, au afisa habari sehemu fulani, lakini sasa hivi mambo yamebadilika mitandao imetusaidia kwamba hata vijana wenyewe individually wanaweza kujiajiri na kuanzisha media zao.